Heri ya mwaka mpya, mwaka elfu mbili ishirini na sita. Asante sana. Karibuni sana kwenye workshop yetu ya kwanza, uh, kwa mwaka huu tunapenda kuwakaribisha kipekee kwa sababu hii ni siku tu, sio siku ya workshop ya kawaida, lakini pia ni siku ya uzinduzi wa workshop zote zitakazofanyika kwa mwaka huu. Kwa hiyo ni siku ambayo imejaa matukio mengi mengi mazuri, tunaelewana? E, kwa hiyo ni siku ambayo tunategemea kila mmoja wetu atakuwa na bashasha kwanza ya kuanza mwaka, uchangamfu fulani, mambo mazuri wameweza e, kwa kwa, wa uh, wa, wa, wa, wa kutujoin. Naomba nitumie nafasi hii kipekee kuweza kuwakaribisha ili kwamba tuweze kuanza kuanza shughuli yetu ama kuianza workshop yetu na kuendelea na ratiba kama ilivyopangwa. Karibuni sana wakurugenzi wetu. Karibuni sana mabosi wote mlioweza kufika. Karibuni sana wadada wote ambao mmeweza kufika kwenye siku hii ya kufungua workshop za mwaka 2026. Naomba 20 na na, kipekee niweze kumkaribisha Madam Joyce ambaye atazungumza kwa ajili ya Uh, kuweza kutambulisha kutoa moto ya mwaka huu, malengo ya mwaka huu, lakini pia kusema najie, kwa sababu mwezi wa kumi na mbili ulipita bila sisi kuona. Kwa hiyo yeye kama picha na taswira ya taasisi yetu, basi aweze kusema jambo, aweze kusema neno, na analo jambo special kabisa. Hebu manenyi naneko, kuna jambo la muhimu sana sio la muhimu tu, la muhimu sana, Hele la uchu, la sana mada. Kwa hiyo teke sikio lako vizuri, yeye anayozungumza hilo jambo ambalo ni kwa manufaa yako basi uweze kulipata nguzo ya familia. Na mimi niwasalimie heri ya mwaka mpya ura sana, wasalimi, sana. Kwa kwa kuwaona Karibuni sana. Ya, ninayo furaha na namshukuru Mungu sana kwa kutujalia tena afya na uzima na kutupa kibali cha kuendelea kutoa huduma hii ambayo ni kwa ajili ya utukufu wake. Naamini kabisa kazi tunayoifanya hapa ni kazi ya kumshukuru Mungu, utukufu kutangaza mema ya kwake, sio ya kwetu. Kwa hiyo anavyozidi kutupa uzima na afya, tunaamini bado anataka tuendelee kuifanya hii kazi ya kuboresha maisha ya watu. Ukiboresha maisha ya mtu mwingine, na yeye atakuboreshea ya maisha yako. Kwa hiyo nawakaribisha sana na nisingependa kusema mengi, ila kwa mwaka, mwaka mpya kawaida unavyoanza watu wanaweka malengo mapya au yale, yale waliokuwa nayo wanayaboresha. Kwa hiyo na sisi kama kituo tumejipanga kuboresha huduma tunazozitoa hapa. Kwa wale mnaotufuatilia kwenye mitandao, mtakuwa mnaona namna ambavyo sasa hivi tunafanya training ambazo ziko, yaani tunasema training za undani, kwa undani zaidi, kwa sababu tunataka tuendelee kuboresha huu mradi, tuendelee kuboresha hii huduma, ili kila mmoja aweze kupata lile hitaji lake bosi ambaye anakuja hapa kwa ajili ya kulipa gharama zake za kumlipa mshahara dada na kulipa kituo basi, apate kila anachokitafuta. Na dada ambaye anatoka huko kote, anasema naenda wa dada center ili niende nikatafute mtaji labda, au natafuta ada, natafuta pesa. Mwisho wa siku ni hela, aidha utaifanyia niada, ni mtaji, lakini ni pesa. Basi na wewe uweze kutimiza hilo lengo lako. Basi kazi yetu sisi ni kuhakikisha pande zote zinatimiza hilo lengo. Sasa ili tutimize hayo malengo, aa, kwa sisi hasa watoa huduma tunatakiwa tujinoe sana, kwa sababu wa, wa, wateja wetu ambao ni mabosi wao tayari, kuna hatua fulani Mungu amewapa, ndio maana wana afford, wana uwezo wa kuja kwa ajili ya kutuajiri sisi tukafanye kazi zao. Um, kwa sisi ambao tunatakiwa kwenda kutoa hizo huduma, sisi tunatakiwa tuhakikishe tunajinoa sana. Kwa mfano mimi binafsi ambaye ni sura ya huu mradi, lazima nijinoe kuhakikisha kwamba ninaongeza maarifa zaidi ili niweze kutoa hii huduma vizuri zaidi, na kwa ajili hiyo, kwa mfano mwaka huu natarajia kugraduate PhD yangu ya theoloji ambayo naisoma kwa ajili ya uongozi kwenye hii taasisi na uongozi wa kimaadili, uongozi wa kimungu ambao utawasaidia muweze kupata mafundisho yenye misingi imara isiyotetereka. Kwa hiyo nimejizatiti kwamba lazima nisome, lazima niongeze maarifa na huu mwaka, Mungu akijalia, nitahitimu sasa. Hali kadhalika kwa upande wenu, tumeandaa mtaala ambao tumekuwa tunaufundisha, lakini tukaona tusiishie tu kufundisha kama mnavyoona kwenye content, tuandalie kabisa katika mfumo wa kitabu. Lakini ni mwongozo, hiki sio kitabu, huu ni mwongozo thabiti ambao unakugaidi, unakuongoza ukikaa nao kazini. Ukamaliza mwaka mzima, lazima uende hatua nyingine. Nimejitolea, ni mfano, siongei bla bla, wala siko hapa kufanya biashara. Niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ninakusaidia kufikia lile lengo lako. Kwa hiyo mimi ninalo hilo lengo ambalo na natakiwa kulifikia kutokana na huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yangu na nikiifanya vizuri ndivyo nitakavyobarikiwa kupitia hii huduma. Ambapo hata sasa bado tunabarikiwa, lakini ili tubarikiwe zaidi lazima tuongeze juhudi zaidi. Na wewe dada, ambaye unafanya kazi na mradi wetu, hatutaki ubaki dada wa kawaida. Tunataka uwe dada ambaye una historia kama ya mkurugenzi wake ambaye alianzia kazi ya nyumbani na sasa ni CEO na wewe uwe dada ambaye either ni traditional au ni smart, ni professional, lakini kwa namna moja au nyingine utapiga hatua. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo leo katika ufunguzi wetu wa mwaka mpya tunasema tuna mwongozo ambao tumewaandalia. Tutaufungua hapa rasmi, tutaukata kama ishara ya ufunguzi, um, kwa ajili ya ninyi sasa kuweza kuupata. Yule ambaye anataka kubadilisha maisha yake, kupiga hatua, lazima upate maarifa. Na sisi maarifa tuliyoyaweka huku ni maarifa kwanza ya maadili ya kimungu na yale mabosi wanayoyataka, ndio tuliyowawekea huku. Sasa mtu ambaye yuko serious atauchukua huu mtaala, ataishi nao. Ukiacha Korani na Bibilia, ukisha visoma vile, then utakuwa unafuata mwongozo ambao utakugaidi kazini, utakugombana na bosi wako na kila siku unakuwa ni mtu ambaye unaongeza thamani kwa hiyo hata sisi hatutapata shida kusema huyu dada alikuwa traditional sasa hivi ni smart huyu dada alikuwa smart sasa hivi ni professional huyu alikuwa ni professional lakini ana deserve kuongezewa zaidi mshahara au amekusanya kiasi chake kinachomtosha anaenda kwenye biashara na hata unapokwenda kwenye biashara huu mwongozo utakuguide ili usiwe ni ule mtu unaanzia biashara leo kesho imekufa biashara yako inaendelea kustawi kwa sababu utakuwa una misingi imara, msingi thabiti ambao unakuguidi, ambao uliupata kutoka hapa Wadada Senta. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho mimi ningependa muondoke nacho kwa upande wetu, kwamba nilichoona ni, ni kwamba niwaandalie kitu ambacho kitawasaidia ili muweze kujiboresha kama ambavyo mimi najiboresha. Sasa kwa hapa kwenye kujiboresha na we, we mwenyewe kama unataka kujiboresha, nitakupa mfano wangu mimi na, nimesema niko kwenye PhD. Ina maana nimesoma kuanzia diploma, nimelipa ada, nimesoma degree, nimelipa ada, nimesoma masters, nimelipa ada, PhD nalipa ada, na nalipa kwa mamilioni, na hiyo inaonyesha commitment yako ya kutaka kweli mabadiliko. Kwa hiyo huu mwongozo maana yake hautakuwa bure, unatakiwa uchangie. Kwa wale ambao wako nje ya mradi wetu wanaweza wakachangia kama wanataka kuupata bila sisi kuwatu wenu, wanaweza wakapata kwa laki moja, ila nyie ambao mko ndani ya mradi mnaweza mkapata kwa elfu hamsini. Sasa wewe kama mi naweza kulipa mamilioni kwa ajili ya kusoma kujiboresha, halafu wewe elfu hamsini unaiona nyingi, wewe huna mpango wa kutoka hapo ulipo, utaendelea kubaki hapo hapo. Kwa hiyo na sise, mimi wala sisemi hivi kwa sababu nataka ununue wala usinunue acha ukae hapo. Ila nimekupa siri ya mafanikio na kama kweli unania basi utafanya commitment. Kitendo cha kulipia kitu kwanza unakithamini. Vitu vingi vya bure watu wanachukuliaje kama havina maana. Kwa hiyo tunataka hii pia ili uweze kuonyesha commitment kama kweli una nia kubadilika. Ukiweka chochote kile utakitumia, utakithamini na ukiithamini utakifanyia kazi. Kwa hiyo naomba tuikate kama ishara ya kuzindua mtaala wetu ambao kwa kweli kwanza tumekuuliza tume kabisa, unataka kulipwa zaidi. Wadada mnakujaga hapa mnataka hela nyingi, lakini hizo hela nyingi hamtaki kuzi, kuzifanyia kazi. Sasa humu ndani tumekuwekea mbinu za kulipwa zaidi. Kwa hiyo kama unataka kulipwa zaidi kama wenyewe unavyosema basi chukua yaliyoko humu ndani, yafanyie kazi, pesa utazi, utaziona, wala hutakuwa na spesi za hela. Baada ya kusema hayo, naomba ni ufungue rasmi. Alafu kama kuna mtu ambaye atakuwa anahitaji, yani sio kulazimishia, ni mtu ambaye anahitaji mabadiliko, aje mwenyewe autafute, sio sisi tu msiombe, msio kama wauza karanga. Haya ni maarifa ambayo, mtu ambaye anatafuta maarifa atatafuta na atalipia, atacontribute, sio? Tunaelewana ndio? Haya, kuufungue sasa

Jamani, tunauzindua e, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amen. Mi mwenyewe nataka kulipwa zaidi, ndio maana niwaambie anikolevo ya PhD. Nataka kulipwa zaidi. Na nataka niwahakikishie, mabosi wetu wanalipa bila mashairi ni hawa uongo jamani, hey, okay. Eh, lakini hawanilipi kwa sababu ya jina langu zuri, wanalipa kwa sababu wanaona bidii ninayoiweka katika kuwaandalia wadada wenye maadili, wenye hofu ya Mungu, wachapa kazi. Kwa hiyo na wewe sasa ile bidii ili uweze kwenda kuionyesha, chukua madini niliyokuwekea humu. Siyo stori, ni maisha ambayo mimi nimeishi. Nimetoka kwenye kazi za ndani nimefika nilipo, na bado ninazidi kuchapa lapa, nazidi kusonga mbele, nasikai nikasema nitafika. Ah, ah, ah, nimeshawaambia mwaka huu mwishoni nitaona nimevaa lile joho la nini la nini, hata usiposema utajini, lakini ndio huyo ndio superwoman. Sasa kwenye eneo lako tafuta jembe hili, ni jembe nimekupa, nimekuandalia jembe la kukusaidia sawa. Jamani wa dada, haya kwa hapo mimi nimemaliza kwa upande wangu. Sasa tuje kwenye mada ambayo na yenyewe iko humu. Mada inayodisikasiwa na hiyo imekuwa inawaangusha wanadamu sana. Wanaolipwa vizuri. Tunawaweka hata kwenye content zetu. Mtu kaenda kazini, analipwa hela nzuri laki tatu, anafanya tabia za kijingajinga ambazo ndio hizi tunazosema mm. Mtu ukiangalia aidha amekosa hofu ya Mungu au amekosa maadili. Lakini kusafisha anajua kufua, anajua. Sanjia kuangalia mtoto, anajua. Lakini ukikosa hayo mambo mawili maadili chanya na hofu ya Mungu, umekwenda na mali sasa. Pia viko huku na tumevipa uzito tena uzito mkubwa sana, kwamba hilo ndio ulishikilie zaidi. Maswala mengine haya ndiyo ni muhimu sana, lakini maadili na hofu ya Mungu ndio msingi. Hii nyumba isingekuwa imesimamia, imesimama mpaka leo, kama ingejengwa juu ya mchanga. Wadada wengi wanajua kazi vizuri, lakini ni kama vile kujua huko kazi n yani chini hakuna foundation, hakuna msingi. Kwa hiyo ukipata hii kitu, itakufundisha namna ya kuweza kujenga msingi mzuri imara katika, sasa, zile kazi zako unazoifanya. Baada ya hapo lazima na wewe siku moja uwe CEO mdogo. Okay. <laughs> okay, okay. Okay. Sana uwe CEO.